Kaunti namba 34 ambapo wakazi wa Eselenkei huko Kajiado Kusini wamefanya mkutano wa kujadili masuala ambayo yanahusu ugavi wa rasilimali tangu ardhi ya jamii hiyo ilipohamishwa kuwa ya watu binafsi. Wakazi hawa wanalaumu viongozi wa shamba hilo kutokuwa na uwazi kwenye makubaliano na mashirika ya uhifadhi wa mazingira. Nancy Kering ana maelezo zaidi. Jamii ya Omasai inajulikana kwa kumiliki ardhi kubwa ya kibinafsi na ya jamii katika eneo la Eselenkei Kajiado Kusini. Ardhi yote, kulingana na mpangilio wa serikali ya kaunti ya Kajiado, imetengewa mifugo na wanyamapori, ndiposa mashirika ya kuhifadhi mazingira yalipata nafasi ya kutangamana na jamii na kuweka makubaliano ya matumizi ya ardhi. Wakazi hawaruhusiwi kufanya kilimo weka ua na hata kujenga nyumba za kudumu, ila tu ni ardhi ya mifugo na wanyamapori. Sisi kama wakazi wa selengei tunahofia kwamba kuna uwezekano wa uh, baadhi ya viongozi wachukue uh, hiyo nafasi ya kurenew agreement bila consent ya hawa watu wote, ambaye haitakuwa halali, na tunawasihi wale ambao wako na hiyo mafikira kwamba iwapo mtafanya mtani agreement bila sisi wenye mashamba kukubali, hiyo itakula upande yote. Sisi hatuko hapa na hatutakubali tuli, tulipendekeza kuanzia leo, vile tulisema, carbon sio wabaya. Carbon hawajui ni wakina nani hawa ambayo wanapatiwa hii haki, lakini wale wanahusika wanajua, na tumekataa kuanzia saa hii. Lakini tulikubali hiyo agreement yao, ilikuwa agreement ya miaka tatu lakini, tukiingia 2026 pesa inakuwa sawa kwa sawa, kulingana na admission ya mtoto na fee structure. Kutokana na mpangilio huo, mashirika mengi ya kaboni, mazingira na wanyama pori yameweka mikataba na wakazi wa, wa Eselenkei ya kufidia jamii hiyo kila mwaka kutokana na faida ya uhifadhi suala ambalo baadhi ya wakazi hawajaridhishwa nalo huku wakilaumu viongozi wa usimamizi wa ardhi ya Eselenkei kutokuwa na uwazi kwenye shughuli hizo. Tungetaka kukuwe na free prior and informed consent, tukuwe tunajulishwa eh, mambo yote yakifanyika, na pia eh, tukuwe tunajulishwa kama project imefika na wanataka kuweka kwa elimu, sisi wote tukubali, na bali sio kikao cha watu wawili ama watatu ndio kitakachokubali jambo hilo. Tungetaka eh, katika mwaka ujao, katika hizi basari za carbon eh, watoto walipwe na kila mtu ah, alipwe kwa usawa. Mimi ni mama wa watoto ya Eselenkei, nataka haki ya watoto yetu kwa pesa ya basari. Katika mkutano uliofanyika eneo la Eselenkei, wakazi wanataka wanaofidia jamii kujumuisha wamiliki wote wa ardhi bila kusurutisha yeyote. Sisi tumefuata sheria zote ambayo tulikuwa tu zimeandikwa kwa hiyo. So na hata hii ingine mpya vile wataandika, tuko tayari kama kampuni kukubali vile wananchi watasema. Bora tu tufuate sheria ambayo, ya, ambayo ile ma ile ma conservation iko ecosystem ya ya Amboseli, kwa upande mwingine. Viongozi wanaolaumiwa wanajitetea kuwa mipango na uwazi inatumika kwenye ugavi wa pesa hizo. Nancy Kering, runinga ya Citizen, Eselenkei Kajiado Kusini.